Karibu mudiru, karibu mudiru, mudiru wa Ahbab Rasul Sheikh Yusuf Kidago, ambapo wako baadhi ya wanafunzi wake ambao walifuatana nao. Mudiru karibu, kwanza tungependa kutaka kujua mwaka huu umekuja na vijana wako, wanafunzi wako, labda wanakuja wamefikia wangapi katika ibada hii ya mwaka huu? simamia hivi mlivyo, eh, mashaallah, zaidi ya hamsini. Siri yake ni nini? Unakuja na zaidi ya hamsini ni wanafunzi. Watu wengine wanaposema wanafunzi, wanajua wanaweza kujua mtu Sheikh Yusuf ana wanafunzi kwa kawaida, hebu ungelifafanua na ili wanafunzi kwa maana ya vipi? Je, hmm. eh? hmm. wanakuja kwa maalum, labda ah, ni hmm. yes, kwa gharama zao au kuna utaratibu maalum labda umetengenezwa hmm. na taasisi? Ah, gharama zao. Kwa kuwa moja ya jambo muhimu sana hmm. ni kuwaelewesha watu si lazima kuja, lakini tunaelimisha akipata ugumu wa hija akaja, ni bora zaidi kumwambia wewe lazima uende. Wanakuja kwa hiari yao, anakuja kwa hiari yao baadhi yao. La, la, labda ulichukua muda gani kuwahamasisha? Maana watu wengi wamekuwa wazito kule pande wa kwetu. Wewe umechukua muda gani kuwahamasisha mpaka umefika? Ha, hata hivyo kazi inayofanywa na, na mashae mbalimbali huku na fadhali kubwa kwa Tanzania wakazi, na wewe pia ulifanya. Sasa hivi uruka nchi nzima, nashukuru. Kwa hiyo eh, na wengine na kuhamasisha haji ni nini, nini, imeleta changamoto, imeleta masomo. Watu sasa hivi, idadi ya Tanzania mwaka huu ni kubwa kul kuliko, kuliko mwaka mwingine wowote. Kwa hiyo hija inakwenda vizuri na taaluma ya hija na umuhimu wa hija unazidi kufahamika. Nadhani pia kuja watakuja wengi zaidi. Tukiachana na hilo mudiru, hebu hapo, wanakuja wengi sana e, wahamasishe wa, wa, kupitia hapa sasa hivi wanafunzi wako na watu wengine eh, Hamasisha mm. tusikwe maneno niliyoona li kwenye Tashwiku Lanami. <laughs> kuna kitabu Tashwiku Lanami, ikisoma utapata habari ya tajiri mkubwa mmoja Mwarabu ya arabiyu ila Nabii sallallahu alaihi wasallam kuja, Mwarabu mmoja wa Mtume ni beduyo kwa Mtume saaa salam, ukamwambia ya Rasulullah, mimi nimekuja kwako lakini mimi ni tajiri mkubwa sana eh, baada ya kusilimu naomba uniambie jambo katika dini ambalo nitalifanya jambo hilo litakuwa sawa sawasawa, thamani yake na ibada ya hija, kulingana na ibada ya hija sana sala wasalamu namwambee mgeuka nyuma geuka jabali Abu Kubais skarau, hili jabali lingegeuka likawa ni dhahabu, tena dhahabu ya thamani ambayo ni dhahabu nyekundu, basi isingefikia kiwango cha thamani ya ibada ya hija walipo wanayopata au ile thamani ya ibada yake. Kwa hiyo hamasa ya kwanza ni kwamba haji, hija ni ibada ya thamani kubwa kupita kiasi, lakini ni wazi kwamba mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa wa wa hadithi ambayo mashughuri ni maarufu hadithi sahihi ni maarufu kujulikana, si maarufu kwa, kwa aina ya hadithi kwamba Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam anatueleza kwamba mtu ambaye amehiji vizuri kwa ukamilifu, basi huyo atarejea kama siku ambapo amezaliwa nani na baba yake na mama yake. Kwa hiyo hija ni, ni mahala pa kujitakasha na kupata daraja kubwa zaidi kutoka kwambas yote kwa yote mudiru tunaomba utupe kidogo faida ya maisha ya Mina. Hapa tunaona kuna watu wa hazi tofauti, vyeo tofauti, kila aina watu, lakini wote wanaishi maisha ambayo kwa kweli ni maisha, naweza kusema kwa akili ya kawaida ni maisha naona kama ni magumu, tabu, foleni, vioni, kulala chini. Katika kitabu changu nilichokiita mahajatul haji

navyoona namna miundombinu <coughs> ya serikali hii <coughs> <ya> wanavyokuwa <wanabuweni hudari, tos> ni hodari wangeweza kuiondoa hiyo, lakini anasema ni kwamba foleni ile ya vyoni ile inadhihirisha muamala mzuri, mafungamano mazuri yaliyojengwa na sunna ya Mtume Muhammad SLWS. Pale ile ni sehemu ya masomo ya hija na tunasoma pale namna ya kama tawafu eh? Kwa hapa Mina hapa kwanza inaje? Kuna, kuna muayasha na muashara, namna ya kufungamana na namna ya kuishi na watu wa sampuli mbalimbali. Asa tuko mataifa mengi hapa, lakini pia Mina na hija kwa ujumla inatueleza jambo na jambo. Je, lenyewe ni kwamba sisi wote metokana na Adam na Adam wametokana na udongo eh. Bora zaidi kuliko wote ni mchaji Mungu. Haya yote ni maisha yanayotafsiriwa na haji, kwa sababu so, mataifa mbalimbali ya yeah, na watu wa aina mbalimbali, lakini wote nakuwa wa namna moja, na watu wanakuwa namna ya kuvumiliana, kusubiriana. Mtu ambaye hija imemkaa vizuri Zile foleni za Dar es Salaam hazimsumbui. Eh? Hazimsumbui hata kidogo hata kuwe na foleni namna gani, kama himemkaa vizuri haiwezi kumsumbua eh, kwa sababu tayari kashaona foleni katika mambo mbalimbali, okay. Mudiri, tukiachana na hilo, swali lingine, watu wamelala Muzdalifa. Muzdalifa wanalala chini tena, ardhi bado iko natural toka enzi ya mitume. Siri yake nini? Pale pana usingizi mzito zaidi ya usingizi wa hoteli hizo zenye nyota tano. Maana ukienda na maujaji wakiangalia chini, anaangalia mazingira. Tukiwa juzi na watu wengine, wana hadhi zao, lakini binafsi nimewapiga picha usiku, wengine yaani wamelala wamekoroma fofofo. Siri yake ni nini? Ni kwamba ni kama vile Muzdalifa ni, ni utambulisho wa udhalilifu wa mja, na pia muzila tushampa na ni kitu ambacho kinachoondosha jeuri na kibri. Pale Muzdalifa ulala chini, ile ni somo, kwa sababu pale analala tajiri, analala maskini, analala mwenye kujua, analala asijua analala, msomi analala, ishekea, lakini wote tumelala chini. Lakini pia inatufundisha, ina kwamba kuna siku moja wote tutalala chini hali ya kuwa ni maiti na siku tunafufuliwa, inafanana kama kutoka Muzdalifa kwenda Mina, namna watu wanavyo ile ni ya umaidhin asuunas washtatan ni uramala, ni kama vile ni siku hiyo watatapanyika watu makundi kwa makundi, kwenda kulipwa amali za matendo yao. Lakini ama ule usingizi unaopatikana pale, niungane na yule aliyewahi kusema kwamba usingizi mzuri wa Mina unatokana na watu kusamehewa madhambi kule, ni matokeo ya watu kusamehewa madhambi pale wapo pale, pale Arafa. Sasa, unajua, unajua madhambi yanaleta stresi. Sawa sawa sana. Na stresi inasababisha kukosa si, usingizi. <laughs> Sasa mtu anakuwa kayaumi waladatu ummuhu, usingizi wake unakuwa sio kawaida, unakuwa ni usingizi tukufu na usingizi wa kheri. Ndio maana kila mmoja eh mpaka enzi na enzi huko anaandikia ule usingizi wa Mina. Usingizi wa Mina umeandikiwa vitabu kabisa. Usingizi wa Muzdalifa umeandikiwa vitabu kabisa, kwamba sio usingizi wa kawaida. Ni usingizi baada ya kutoka viwanja vya Arafa, viwanja ambavyo tunaamini kwa mujibu wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kama takuwa umefanya vizuri hija yako, basi vile viwanja vya Arafa ni kitu kikubwa cha kusamehewa madhara huyo pale unakuwa umelala hali ya kuwa ni osafii wa madhambi. Lakini lakini si unaiona Muzdalifa, pia kuna ile alfajiri ya Muzdalifa ambayo ni alfajiri ya yaumu nahar, siku ya kuchinja. Wafasiri wa wame Qurani wamesema ile ndio alfajiri aliyoyapia mwenyezi Mwenyezimungu katika Qorani pale aliposema, walfajir wa layali na ashri eh, kwamba na hapa kwa wakti wa alfajr ni alfajiri ile ya Mina. Sa ni alfajiri ya mahujaji ambao wametoka kusamehewa madhambi, wakalala pale Mina hali ya kuwa wamesamehewa madhambi, wakaamka siku inayofuata mwezi kumi, hali ya kuwa ni watu wapya kabisa, eh? Wanasema ile walfajiri basi ni ile alfajiri ya yaumu nahar, mahujaji vile kusamehewa madhambi ni kwamba ni kama ni watu wapi au umeingia katika alfajiri mpya, yani ni kama alfajiri ya watu kuingizwa peponi kama ile asubuhi ya watu wa peponi. Swali la mwisho mudiru, ili nisikucheleweshe, katika huu mji mtukufu wa Maka, toka tunaingia unashinda na ihram zile siku mbili tatu, toka mwezi nane, mwezi tisa, mwezi kumi, lakini cha ajabu, pamoja na yote, watu hawatoki majasho vile vile hakuna harufu. Unafanya tawafu kwenye alkaba ile, mnazunguka watu zaidi ya mamilioni, lakini binafsi na zaidi ya mwaka saba wa nane mpaka wa kumi sijawahi kusikia majasho. Ni nini siri yake? Kwanza mimi nakupongeza, umefanya utafiti ambao ni wa kweli, kwamba kwa kawaida mtu kwa mazingira yale ya kushinda na ramu zile mbili mm moja ya kitu ambacho, alafu tuko mataifa mbalimbali, watu wa aina mbalimbali, hamruhusiwi kukata kucha, hamruhusiwi kunyoa, hamruhusiwi mm. kupaka manukato mm. basi, nadhani pale kwenye tawafu, moja ya kero kubwa ingekuwa ni harufu mbaya ama, mm. sio. Lakini pia mazingira haya ya kukutana mahujaji kutoka mm. pale Mina mi nakwenda Arafa ni kwamba ni watu wametoka pale na jasho zao na kadhalika, na pale hakuna fursa watu kuoga, lakini hakuna harufu mbaya hata kidogo. Sasa mtu anayesamewa dhambi anakuwaje na harufu mbaya pia? <laughs> ile ni ishara na ya utukufu wa Hija kwamba marashi, Mwenyezi Mungu amewatia marashi maalumu mahujaji kwamba pamoja na kwamba wako katika hali rafu hali, hawaio aapakimanukato lakini, utakuta wanapokumbatiana hakuna atakayesema jamaa huyu ananuka jasho anatoka harufu mbaya, haiwezekani. Ni Mungu kaizuia kwa heshima ya, ya haji. Ni kuonyesha kwamba alhaji ni mtu mkubwa sana, ni mtu mkubwa, na hii ni moja ya ishara kubwa. Mimi nakupongeza binafsi kwa utafiti wako so great, so great. Yeah. Basi tumemaliza. Asante mpenzo tazamaji, ni mudiru wa ahbablasuri Shekh Yusuf Kidago leo tarehe saba mwezi huu wa sita mwaka 2023 mapema saa hizi saa moja na asubuhi, katika eneo la Mina. Jamani, wana ahbablasuri, mmoja mmoja japo mjitambulishe, kwa sababu watu wanaangalia, watawaona baadaye, na unapojitambulisha ukipoza, umejipozesha mwenyewe watu wanakuangalia, jitambulishe jina lako, unatoka wapi, kibidi hata na kazi yako shughuli yako. Uh, karibu. Salamu alaikum. Kwa jina naitwa Imamu Ramadhani kutoka Tanga, Lushoto, Lukozi. Mimi kazi yangu ni mkulima na ni mwanafunzi wa Shehe Abdallah Jamzuri. Ni hija yako ya ngapi hii? Hii ni hija yangu ya kwanza, alhamdulillah, namshukuru Mwenyezi Mungu kwa kuniwezesha kutekeleza nguzo ya tano. Ashu. Ashu. Asante sana bwana Saimu Gwao mimi mm. naitwa Hamisi Ali Mlali ni katibu wa maasaseraja munira iliooborahati i madoto, lakini pia ni mwanafunzi wa Shekh Yusuf Muhammad Kidago kupitia taasisi yake au taasisi yetu rasuli iliyokopa makomeni mtambo rahati Dar es Salaam. ni hija yako ya ngapi? iinayo ii ni hija yangu ya kwanza katika mwaka huu, inshallah. Yeye umeiona kwa siri ya sehemu hii yamina. Basi, mm. Mwenyezi Mungu watuite kila mwaka na waite na wenzetu pia walokuwa hawajaitwa bado. Shukrani katungunya hatu maneno Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abdu Ahmed Saimu katungunya mkasha Dar es Salaam katika mm -hmm. mm. E, safari yetu hii ya Hijja tunamshukuru Mwenyezi Mungu katujalia tumefika viwanja uh, vitukufu salama na mpaka sasa hivi, bado katika hivyo viwanja vitukufu kunaendelea katika ayyamu tashriki, katika kumshukuru Mwenyezi Mungu kama inavyoelezwa katika ayati Qur'ani nyingi tu lakini kubwa zaidi e, Mtume sallallahu alaihi wasallam anatuambia kwamba ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir, dunia ni jela. Angalia huko kwa mu'min, e, angalia kafir. dunia ni sawa na jela kwa mumin na ni pepo kwa mtu kafiri ambaye mpingaji ambaye anaishi bila misingi ya dini, yupo yupo tu. Kwa hiyo kwa kuwa tumewekiwa sisi masharti hayo kwamba dunia ni sawasawa na jela kwetu, basi tuchunge hija zetu hizi ili zitupeleke katika malengo ambayo ya kumcha Mwenyezi Mungu, tuwe zaidi sasa, apa, tue, Mungu jahalie, na tulivyokuwa sasa na tukitoka hapa tuwe Mungu atujalie tuwe wahamasishaji na vile vile tuwe kiigizo chema kwa wengine katika kufata manufaa ya hija hizi katika utendaji na matendo yetu ya thibiti na kile ambacho tumekuja kutekeleza. Kwa machache haya tunamwomba Mwenyezi Mungu atujalie eh, haja makbula wasaya ma ma mashkura wadhamba maghfura watijala la ntabura wa sallallahu salam walhamdulillahi rabbil alamin. Shukran bado yeah. Tunao wengine hapa, yuko Mtanzania anaishi South Africa, huyo atajitambulisha naye sogeze karibuia anaitwa abdulmajid mhamed rajabu mimi ninaishi South Africa katika ahasika hija hija mwaka kwa nasaa za mashee mbalimbali wanazotupa wewe unaishi South Africa kitu gani kimekuvutia baada ya kuondokea South Africa kuja huku kimekuvutia ambazo za mashee na kutuambia faida inayopatikana kwenye hija na hiza wanaotupa hija tuje kwa vijana, na hili nimejionea. Kija mtu mzima tutakuwa na changamoto, lakini kama utakuja na nguvu zako utaifanye ai baada yako vizuri. Na taasisi za South Africa hazipeleki watu hija, zinapeleka, lakini nimeona vyema kuja nyumbani, tutapata limeongozwa kwa nyumbani. South Africa unapatikana wapi? labda na shughuli zako? nafanya logistics <gülique> logistics <gülique> huko na kule au <gülique> kule kule, ndani kule ndani. Basi shukrani. wa salamu alaykum, salamu alaykum. wa wa wa rahmatullahi <gulique> barakatuh rahmatullahi. Majina naitwa Mshindo Maulidi Katanda. Mimi ni kujaji kwa mwaka huu ni mara yangu ya kwanza. Uh, mpaka sasa hivi tumemaliza kutupa mawe kwa mara ya kwanza kiana zoezi la hija linaenda vizuri. Nashukuru taasisi ya Zamzam ambayo imenileta huku, um, ibada hii ya Hija nashukuru kwa mwaka inaenda vizuri na malengo ya hija naona na mafanikio. Mshindo atoka Shinyanga, kitu gani kilikufutia mpaka kusafiri na taasisi um, um, ya Zamzam um, au mtu gani wewe kushawishi mpaka ukaingia Zamzam? mimi kwa kweli kwa lugha ya kigeni wanasema zile customers, wale ambao walitumia huduma za Zamzam kabla, hiyo wamekuja na kusema kwamba ukitaka uh, kwenda Hija nenda Zamzam, na semina zinaendeshwa zile semina. Zitakupa mwanga na mwelekeo wa kukini kinaenda kutokea katika Hija. Kimsingi nikichukua semina yangu niliyoifanya, na uhalisia kwenye ia nkouona hakuwa na tofauti isipokuwa, iliniwezesha zaidi mimi kujiandaa kisaikolojia, kwamba leo kwa mfano tunakwenda Mina kwa ajili ya maandalizi ya kwenda kwenye Arafa, kwa nilikuwa nakitarajia kwa kiasi kikubwa kwamba kipi nitaenda kukutana nacho kwenye Arafa, na baada ya Arafa tutaenda Muzdalifa. Nilijua kabisa mazingira ya Muzdalifa, kwa hiyo kisaikolojia nilikuwa nimejiandaa na utembeaji wa kutoka

Fika, mwze, ha, mimi mii nimeshafika huku jamani, mwenzenu, mfanyeni wataje majina kabisa. Mimi namwambia tu ndugu yangu Zuberi Masabo mm -hmm. na ndugu zangu wengine kwamba tujitahidi tufanye. Hija umra peke yake haitoshi mm -hmm. tuje tufanye baada ya hija. Asante kweli, na wengi wao wakishakuja umra ndio wameridhika.